Maisha hayakuwa mazuri sana wala hayakuwa ya haya juu sana kwao, furaha pamoja na upendo ndio vilikuwa vinatawala. Mlo mara tatu kwa siku ilikuwa ni changamoto. Nyumba ambayo alikuwa naishi kilikuwa ni kibanda chenye chumba kimoja, mama ndo alikuwa anamwachia aweze kulala ndani ya kibanda, lakini Najibu pamoja na mke wake ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Saino, wao walikuwa na vizia wavuvi, endapo akimaliza shughuli zao basi walikuwa na kwenda katika boti na kisha kumaliza shughuli zao, lakini pia ikiwemo kujipumzisha mpaka wakati wa asubuhi. Kimtindo ni watu ambao tayari walikuwa wameshaaridhika na maisha haya. Mshikaji alikuwa hajasoma, hivyo kazi zake nakusanya mchanga mtoni kisha kwenda kuuza. Yeye pamoja na washikaji wake alikuwa kati tamaa, kuna muda alikuwa anapata samaki analeta nyumbani na kisha wanafurahia. Leo moja kati ya rafiki yake anamweleza shemeji yake amerudi, kwani huyu mshikaji alikuwa ni wakala kupeleka watu Saudi Arabia kwenda kufanya kazi, na kwa sasa ana viza za watu wawili. Endapo ukiwa na kiasi cha pesa cha lupia elfu thelathini, basi utapata nafasi ya kuelekea uarabuni na kwenda kufanya kazi. Mshikaji ilikuwa chini pachino, akaweka rehani kibao anda ambacho alikuwa anaishi yeye pamoja na familia yake, akaenda kumpatia wakala pesa ambazo alikuwa akazipata. Lengo ilikuwa ni kwenda kufanya kazi kwa muda miezi miwili, alipe pesa ya mkopo, kisha aendelee kufanya kazi ili waje wafanye maendeleo. Mke wake anamweleza ukisha fika na kuanza kufanya kazi, pesa ambazo utakuwa unanitumia, nitahakikisha ninajenga nyumba hata chumba kimoja, ili tuweze kujihifadhi mimi pamoja na watoto wangu na hata wewe baada ya kuweza kurudi. Dada kuwa na mahitaji mengi, bali yeye kwa sasa alikuwa na anahitaji angalau aweze kupata sehemu ya kulaza ubavu wake. Wanakijiji wanamuaga ikiwemo mama yake, lakini pia anaambatana pamoja na kijana mmoja anayetambulika kwa jina la Hakim. Safari inawapeleka mpaka Saudi Arabia. Wanafika wanamsubiri mwenyeji wao pasina kuwa na mafanikio yoyote. Baada ya kutoka upande wa nje, wanakutana na mwamba mmoja wa Kiarabu, anachukua pasipoti pamoja na mabegi na kueleza twendeni, na kwa kuwa wao ilikuwa ni lugha gonga, na kwani mshikaji alikuwa anaongea Kiarabu na, na wao alikuwa anaongea Kihindi, maongezi hayakuwa mengi sana, washikaji kabidi watulie, safari endelea Lakini cha kushangaza, wakaona taratibu wanaanza kuliacha jiji na wao wanaanza kuingia ndani ya jangwa. Kimtindo akaanza kushtuka, kwa maelezo waliambiwa ya kwamba wataenda kufanya kazi mjini, lakini pia watapatiwa kila mmoja chumba ambacho ndani yake kutakuwa kuna IC. Sasa haya maeneo ambayo walikuwa wanaelekea, mbona haviendani na maelezo ambayo walikuwa wamepatiwa? Kumuuliza mwenyeji kimtindo ikawa ni changamoto kwa sababu ya lugha ambazo walikuwa wanazungumza zilikuwa ni tofauti, wangwana, ikabidi waweze kutulia. Hakimu anafika kwa mtu mmoja anakabidhi mshikaji anasema hakana huyu kijana tutakuja kuongea vizuri siku ya kesho asubuhi. Najibu kipindi ambacho alikuwa anaendelea kushangaa shangaa akachukuliwa mpaka ndani ya kempu moja ambayo yenyewe ilikuwa mbali kidogo, lakini pia kempu hii ilikuwepo katikati kabisa ya jangwa, na hata nyumba kulikuwa hakuna, kwani watu waliokuwa naishi ndani ya hili eneo bwana, walikuwa anaishi ndani ya hema moja, lakini pia kulikuwa kuna kondoo wa kutosha pamoja na ngamia. Najibu anafanikiwa kukutana na mwamba mmoja ambaye yeye alikuwa anaongea vizuri lugha ya Kihindi, lakini mzee huyu alikuwa anaonekana amechoka vibaya kapigwa sana na maisha lakini pia alikuwa anaonekana hajaoga miaka ya kutosha. Kimtindo akawa anaelewana, lakini kuna muda mwingine wakawa hawelewani, kwani mzee alikuwa anaongea Kihindi na najibu alikuwa anaongea lugha ambayo ilikuwa inatambulika kwa jina la Malu. Japokuwa alikuwa ni watu wanaotokea katika eneo moja, lakini lafuzi zao zilikuwa zinatofautiana. Mzee amekaa ndani ya hili eneo kwa miaka ya kutosha, akifanya kazi kama vile mtumwa bila hata kupatiwa mshahara wowote. Achilia mbali kupatiwa mshahara, lakini pia hata chakula pamoja na maji ilikuwa ni changamoto kuweza kupatiwa Najibu wakati wa asubuhi, akawa natumaini huenda labda bosi kubwa atamchukua na kumpeleka mjini, sehemu ambapo alikuwa kaidiwa kwenda kufanya kazi. Bosi kubwa anakuja pamoja na mwarabu mwenzake. Kipindi ambacho alikuwa anasalimiana, mshikaji anapatiwa kiloba akipeleke upande wa ndani, lakini akawa anajitetea anamweleza, kwamba nimekuja ndani ya hili eneo kwa ajili ya kufanya kazi ili niweze kuitunza familia yangu. Mshikaji akabidi aweze kuwapatia karatasi ambayo ilikuwa na namba ya simu ya baadhi ya watu ambao waliwahi kutangulia ndani ya hili eneo la Saudi Arabia ili angalau aweze kuwasiliana nao. Ndosi anachana karatasi ya majina kisha anamweleza kijana nenda ukabadilishe nguo uelekee kwa yule muhindi aende akakuelekeze kazi za kufanya. Najibu akawa anashangaa, leo anapatiwa mkate wa kula. Mchikaji anautafuna huku machozi akiwa anamtoka, hamini hiki ambacho kinamkuta, kwani alitarajia baada ya kufika tu basi atampigia simu mke wake, lakini sasa yupo katikati ya jangwa na wala hatambui ni sehemu gani atapata mawasiliano anamfuata mzee wa kitambo, anamuuliza ni sehemu gani ambapo kuna barabara, ninahitaji nitoloke. Mzee anamcheka kwani naye wala hafahamu sehemu alipo na wala atatokaje ndani ya hili eneo. Mshikaji bwana si akaenda kukata gogo kwa kutumia maji ya huyu mwarabu bwana, mshikaji baada ya kumkuta akampiga teke la maana, anamweleza usije ukatumia maji hovyo hovyo ndani ya hili eneo, sisi tunatoa pesa za kutosha. Mshikaji anaelezwa endapo akienda kukata gogo asitumie maji bali autumie mchanga.

hisi ni hatari babu. Akienda anamweleza Najibu fanya kama jinsi mwarabu anavyohitaji, kwani endapo kishindwa kufuata maelekezo yake, ana uwezo wa kukufanya jambo lolote, ikiwemo hata kukuangamiza, yani kutoa uhai wako. Najibu akaona hili ni eneo la aina gani? Bwana mshikaji hakika ameingia ndani ya kumi na nane ambayo hata hakutarajia. Hii ni siku ya tatu, najibu akiwa bado yupo katikati ya jangwa, na siku hii ya leo anaamshwa asubuhi na mapema na mmoja kati ya mwarabu mzee wa siku wa Kihindi kwani tayari alishapoteza maisha hivyo mshikaji anaelezwa aende akakamwe maziwa ili wadosi waweze kunywa. Mshikaji siku hii ya leo, kwa kuwa alikuwa ni mgeni, hakika mbuzi hawa waliweza kumwonea siyo mchezo, kwani hata kipindi ambapo alipokuwepo machungani, kila jinsi ambavyo alikuwa anajaribu kuweza kuwaweka pamoja, ebwana hawa mbuzi kila mmoja alikuwa anaelekea upande wake, ikiwemo hata kumtembezea kichapo. Najibu akaona hili ni balaa gani? Lakini kadri siku ambavyo zilikuwa zinazidi kwenda, ndivyo ambavyo alianza kuizoea hii kazi tu hatimaye ikawa wiki hatimaye ukawa ni mwezi mshikaji kwa sasa alikuwa na ndevu za kutosha leo baada ya kujiangalia kwenye kioo haamini macho yake kwa kile ambacho kilikuwa kimemkuta ndevu zilikuwa zimeenea kila pande ya uso mshikaji akaamua kuelekea chobingo kujaribu angalau kuzipunguza akajitahidi sana lakini hatimaye akainuka akaona haya maisha mbona si yawezi leo kwa mara ya kwanza anajibu anajaribu kutoroka kwenye mikono ya hawa wa Arabu, lakini kitu ambacho alikuwa akifahamu mdosi alikuwa anampima kwa pembeni kipindi bacho alikuwa amekaa juu ya ngamia akamfukuzia Najibu, na baada ya kumkamata Najibu, anatembezewa kichapo cha kutosha, lakini pia hiyo haikuweza kumridhisha mwarabu, kwani akahakikisha anavunja mguu mmoja wa Najibu ili siku nyingine asijaribu kutoroka wala kutafakari jambo kama hili. Mshikaji aliumia sana. Najibu, mtu ambaye alikuwa anaishi maisha mazuri, japokuwa pesa ilikuwa ni adimu, lakini furaha pamoja na chakula angalau walikuwa wanajikongoja na kuweza kuvipata, leo anaishi ndani ya kibanda kimoja pamoja na mbuja. Lakini hiyo haitoshi, hata maji ambayo walikuwa wanatumia kwa sasa ni yale ambayo walikuwa wanakunywa mbuzi. da hii ni hatari, najibu. Ikabidi akubaliane na matokeo. Miaka ikazidi kukatika pamoja na miezi. Kwa sasa alikuwa ni mchungaji mzuri wa kondoo pamoja na mbuzi, lakini pia ukimwangalia, hakika hata ngozi ilikuwa imeanza kubadilika, kwani maji alikuwa hayapati ya kuweza kuoga, lakini pia hata kunywa. Achilia mbali maji ya kunywa, chakula pia kwake ilikuwa ni changamoto, kwani kwa sasa kuna muda alikuwa na kula chakula ambacho alikuwa na kula ngamia. Da, hakika maisha kwake alikuwa sio mepesi, na hata tembeo wake ulikuwa umebadilika, alikuwa anatembea utadhani alikuwa ni mzee. Siku hii ya leo, kipindi ambacho alipokuwepo machungani, anasikia kwa mbali kama vile kuna mtu anaimba nyimbo ya nyumbani kwao. Baada ya kuweza kusogea upande wa karibu, anafanikiwa kukutana na bwana mdogo Hakimu, ambaye naye kwa sasa utadhani kama vile mtu aliyekuwa amechanganyikiwa, kwani alikuwa ni kijana ambaye alikuwa akachoka kwelikweli, nguo hazitamaniki, lakini pia hata ngozi ikiwemo pia na nywele na hata meno yenyewe alikuwa tayari ameshabadilika rangi, yani utadhani kama vile mtu anayeishi misituni. Bwana mdogo anamwambia Kimwe, hakika nimeishi maisha ya kupigwa sana, lakini pia hapa nipo pamoja na ya rafiki yangu anayetambulika kwa jina la Ibrahimu. Nitakuja siku moja ili tuweze kupanga mipango ya kutoroka ndani ya hili eneo, kwani mimi nimechoka kuishi chini ya mikono ya hawa wa Arabu. Ndoto za kutoroka ndani ya hili eneo mtaalamu wetu alikuwa anaona kama vile zinaanza kupotea, kwani alikuwa anaona kama vile ni ngumu sana, kwanza ukizingatia wapo katikati ya jangwa na wala hawatambui wataelekea upande gani rafiki yake akafika pamoja na mshikaji alikuwa anatambulika kwa jina la Ibrahim, akamweleza bosi wao mmoja mtoto wake anaolewa hivi karibuni, na wataitumia hiyo nafasi na ya kutoroka ndani ya hili eneo, kwani kwenye hiyo ndoa mabosi wao wote wataondoka ndani ya hili eneo na kwenda kuhudhuria. Hii ilikuwa ni furaha kwa hakimu, lakini kwa mtaalamu wetu Najibu kimtindo, akawa ana maswali mengi anajiuliza, atatorokaje ndani ya hili eneo usiku wa leo. Mshikaji kipindi ambacho alikuwa akajitulia zake katika banda ambao alikuwa analala mbuzi, kwani naye ndipo ambapo alikuwa anatumia kuweza kujipumzisha. Analetewa nyama na kuelezwa kesho mtoto wake anaolewa, hivyo kwa furaha aliyonayo atahakikisha anamletea biriani. Bosi anaondoka anamweleza nitarudi wakati wa jioni, pamoja na bakuli zuri lililojaa nyama pamoja na biriani. Lakini baada ya kujichenga mshikaji, kwa mara ya kwanza leo anafanikiwa kuoga, hakika hata maji yenyewe alikuwa anayaogopa. Anaenda kuchukua begi lake na kutoa nguo nzuri, lakini nguo ambazo alikuwa kaja nazo mwanzoni kwa sasa zilikuwa hazimwenei. maumivu ua ni makubwa sana pamoja na uchungu, lakini yeye alikuwa anawaza jambo moja tu, kwenda kumwona mke wake, na kwa sasa alikuwa anaamini atafanikiwa pia kumkuta mtoto akimu. Anafika anamweleza mshikaji asiondoke na kitu chochote, kwani endapo akiondoka na mzigo, watu ambao watakutana nao njiani watatambua ya kwamba wao walikuwa anatoroka kutoka kwa mabosi wao. Bana amza kanuni inaanza mtaalamu wetu mbele, alikuwepo Ibrahimu, ambaye yeye alikuwa ni mwenyeji wa hili eneo, anadai ya kwamba alishawahi kufanya kazi ndani ya hili eneo huko mwaza zoni hivyo njia anaifahamu vyema. Anza kanuni ilikuwa ni ndefu sana, lakini pia watu hawa walikuwa hawana chakula wala maji, hivyo katikati ya safari wanamweleza Ibrahimu, anasikia kiu isiyokuwa ya kawaida. Mshikaji anaenda kwenye moja kati ya kempu ya Waarabu, lengo ni kwenda kuchukua maji kuwaletea washikaji wake, lakini wadau wanamshtukia, japokuwa ilikuwa ni wakati wa usiku wanamtoa mbio na risasi, kitu ambacho kikapelekea waungwana kutimua mbio zisizokuwa za kawaida. Mpaka wakati wa asubuhi unafika, kila mmoja alikuwa yupo hoi, kiu kilikuwa ni kikubwa, njaa nayo usiseme, lakini pia walikuwa watambui ni sehemu gani ambapo watapata msaada. Kitu ambacho kwa sasa kilikuwa kinawatia nguvu kuendelea na safari ni ule uhuru ambao wanakwenda kuupata miguu yanajibu katika unyayo wake kunaanza kutokea vidonda. Mshikaji alikuwa katembea umbali mrefu pasina kuweza kuvaa viatu, lakini pia hata maisha ya mwanzoni mshikaji alikuwa havai sana viatu. Mshikaji wetu alikuwa anatambulika kwa jina la Ibrahim anaamua kuvua shati lake na kuweza kumfunga mshikaji miguuni mwake, kisha safari inaendelea. Wanaume wanaendelea kulikata jangwa, lakini kwa sasa walikuwa wanaonekana kama vile wameshazidiwa. Mtu pekee ambaye alikuwa anaonekana bado alikuwa na nguvu ni Ibrahimu huenda kutokana na ngozi aliyokuwa nayo. Hakimu anaanza kuona manunuanunua mara aone maji anayakimbilia, lakini pia mara aanze kuona magorofa. Mbio za huku na kule zikampelekea kijana wetu kuanguka chini na kuanza kutoka damu, hatimaye kupoteza maisha. Najibu analia sana leo kumpoteza Hakimu, kijana ambaye alikuwa kakabidhiwa na mama yake. Anajiuliza ataenda kueleza nini nyumbani kwao. Ibrahim anaamua kumsaidia najibu kuepuka wimbi kubwa la mchanga ambao likuwa linahitaji kuweza kuwafunika wanaume. Baada ya kuweza kuamka, bwana Najibu alikuwa hajiwezi Bisa, yaani hata kutembea ilikuwa ni shughuli ukizingatia hajanywa maji muda mrefu. Lakini Ibrahim baada ya kuangalia upande wa pili akafanikiwa kumwona mjusi kafiri, alitambua endapo akimfuata mbele atafanikiwa kukutana na maji, na ni kweli, mbele yake akakutana na kimsitu pamoja na bwawa wa dogo. Wanaume wanafanikiwa kunywa maji ya kutosha, lakini pia Ibrahimu akafanikiwa kuokota chupa ya soda, ndani yake akaweka maji ambayo alitambua yatakwenda kuwasaidia mbele ya safari. Najibu baada ya kuamka anakutana na chupa ya soda ambayo ndani yake kulikuwa kuna na maji na Ibrahimu atambuliki sehemu alipo mshikaji, akaona sasa inabidi nipige maji kisha niendelee na safari. Akaendelea kujikokota kipindi ambacho alikuwa kachoka kabisa, atamani hata kuendelea na safari. Mbele kidogo bwana akafanikiwa kukutana na barabara kimtindo, akapata matumaini. Kipindi ambacho alikuwa anaendelea kujivuta akafanikiwa kukutana na gari la mdosi, akapewa lifti pamoja na maji. Ajibu alifurahi sana, akaenda kuachwa aka katikati ya jiji, akaendelea kujikokota kwenda kutafuta msaada kwa bahati nzuri, anakutana na wahindi ambao walikuwa na roho nzuri, wanampatia msaada, lakini pia wanaenda kumwogesha. Lakini mshikaji kila ambavyo alikuwa anamwagiwa maji, yeye alikuwa anapiga kelele ambazo zilikuwa sio za kawaida. Najibu kwa sasa alikuwa anaogopa sana maji, kwani kakaa miaka miwili pasi na hata kuweza kuoga wanapiga simu nyumbani kwao India. Najib anafanikiwa kuongea na mke wake Sainu baada ya miaka mitatu kupita. Alifurahi sana, lakini pia furaha ilizidi zaidi baada ya kusikia sauti ya mtoto wake. Mshikaji anaelekea ndani ya kituo cha polisi kwenda kuandikwa details ili aweze kurudishwa nyumbani kwao India, kwani alikuwa hana pasipoti wala viza. Akiwa hapa anafanikiwa kukutana na picha Ibrahimu. Kumbe mshikaji alikuwa anatafutwa na maskari polisi kutokana na kutoroka kutoka kwa wadhamini wake, lakini pia kwa kosa la wizi na hii ndio sababu Ibrahimu akamwacha mshikaji wetu katikati ya jangwa, akishe akatokomea sehemu isiyojulikana. Ukaguzi unapita, wasimamizi wanafika ndani ya hili eneo kukagua kama kuna mwindi yoyote ambaye atakuwa akatoroka nyumbani kwao kabla hawajapewa ruhusa ya kurudishwa nyumbani kwao India. Najibu anafanikiwa kukutana na yule mdosi ambaye alikuwa akampeleka katikati ya jangwa. Mdosi anamweleza Najibu ya kwamba hakika na bahati sana kutoroka ndani ya mikono yangu, lakini ningekuwa mimi ndiyo mdhamini wako halisi, basi ningefanya kazi ya kukuchukua na kukurudisha jangwani. Hii ikiwa na maana ya kwamba bwana huyu mwarabu alifanya kazi ya kumteka Najibu pamoja na kijana wetu Hakimu na kuwapeleka jangwani, na wala yeye hakuwa ndiyo mdhamini ambaye alikuwa akakusudiwa da Najibu aliumia sana kuipoteza miaka mitatu jangwani, lakini pia kukaa mbali kabisa na familia yake. Lakini kwa sasa alikuwa hana la kufanya. Furaha aliyonayo ni kwenda kumwona mke wake Saino pamoja na kijana wake ambao amepotezana nao kwa muda mrefu sana. Bwana hapa ndo tunafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umeipenda video hii ama umeenjoy na umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyonyooka kama hivi kila siku.